Yaani wanaume wake huyo, ana hela balaa, lakini kupata muda na familia ndo hana, umeelewa? Ndio. Sasa ndo shida ambayo mke wake anakumbana nayo, anakwambia mimi na zaidi ya miaka mbili sijui kilele kinafanya vipi nasikiaga tu kwenye magrupu za WhatsApp za wanawake wenzangu, saluni, tunapiga story na watu wengine, lakini kama mimi mara ya mwisho kufika kileleni miaka minne imepita, misha sana. Ni kwa nini hivyo, yaani kwa mwanamke au mwanaume? Kwa ujumla, asilimia nyingi, mi navosikiaga, yani watu wenye hela mm. wanakuwa kweli hawana nguvu hizo. <laughs> asilimia nyingi mm. na watu wenye hela mm. wanakuwa kweli hawana nguvu za kiume mi mm. nasema hivyo na uhakika. Kwanini? nishaikuwa na mtu kama hivyo Yani asilimia kubwa mm. ya wanaume wenye wa hela mm. hawanaka nguvu za kiume hawana. Na nini kinafanya wasio na nguvu za kiume? mm. mm. Sasa hapo ndo sijajua sasa, mm -hmm. kitu gani kinachowapelekea mpaka wanakosa nguvu za kiume <laughs> <laughs> <laughs> ubizeao daajibebesha mambo mengi kichwani, kwa hiyo mtu hata unafika pale kwenye tendo la ndoa mtu anawaza vitu vyake mm. Sasa hisia zitatoka wapi? Mtu mpo wote, lakini anawaza sijui biashara hii itaendaje ili nifanikiwe hivi hivi na hivi <laughs> nguvu zitatoka wapi? Lazima utakuwa tu hauna nguvu. Kwa hiyo mtu anashindwa kupafunga sababu ya mawazo mengi. Sasa mtu mwenye hela anashinda kupafunga kwa sababu ana mawazo mm. Je, mtu, mm. mtu, mm. <laughs> mtu ambaye mtu ambaye mtu ambaye hana hela ata atafanya vipi? ili maana kama tajiri, kinachofanya sio na nguvu za kiume ni mawazo, mawazo, mm -hmm. ya kutafuta pesa mm. <laughs> sio mawazo bana <laughs> yaani ni wale watu wana wale, ni ule ubize kwanza nseme au mbona kana mimi sijui, au kwa sababu sina hela <laughs> <laughs> <laughs> au kwa sababu sina hela. nini kinafanya matajiri wengi wasiwe na nguvu za kiume? Ndio maana mwanamke wake yupo razi awe na tajiri alafu ana misi uko mtaani ambayo kunja anamkunja. Mm -hmm. Ana ana sawa. Mm -hmm. Si ndivyo? Ndio ndio inavyokuwa. Hivi sasa ni mimi naona ni muda.